Mwamuzi Grima Muhamad kutokea Nigeria amepewa jukumu la kusimamia sheria 17 za soka katika mchezo wa mkondo wa pili wa raundi ya pili ya ligi ya mabingwa Afrika, CAF Champions League, kati ya Simba Sports Club na Zingizini Hotspur ya Eswatini. Taarifa hizo zimethibitishwa na ofisi ya habari wa Simba Sports Club, Ahmad Ali, wakati akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano uliofanyika makao makuu ya shirikisho la soka Tanzania, TFF. Ahmedi pia alibainisha majina ya waamuzi wasaidizi ambao wote wanatokea Nigeria: tijir basmat, mwamuzi msaidizi wa kwanza; emmanuel omala, mwamuzi msaidizi wa pili, pamoja na abu salimu abiola, mwamuzi wa akiba fourth official. Mchezo huo wa marudiano utapigwa Jumapili Oktoba 26 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mchezo huo wa marudiano utapigwa Jumapili, Oktoba 26, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam ambapo Simba Sports Club itaingia dimbani ikiwa na faida ya mabao matatu kwa sifuri kutoka mchezo wa kwanza uliochezwa nchini Esotin. Docas Daniel, Sautikuu Cool Sports.